Ni upande gani, Simba Yanga, kulingana alivyovaa, atatuambia yeye. Bwana mambo vipi? asafi tu, inakuaje lakini? Ah, kwema, kwema. Dabi inachezeka, ah, dabi inachezeka kwa eh, sababu hata mimi unavyoniambia hujui mshabiki kwa upande gani. Hii dabi ni special. Naam, eh, tumekuja kimya kimya. Mimi ni mnyama alialia kabisa, kukuza mwizi kimya kimya. Eh, unajua maneno pa pa pa ha, pa yalikuwa anatukosea yaani mwizi anakimbia. Mbona na tunamkosa? sasa mara hii tumekuja na staili yetu peke yetu ya kuja kimya kimya. Yani unatuambie, dabi hii unaona, inakuwa ni dabi ya utofauti gani, yani aina gani, ukilinganisha na dabi zote ambazo umeshawahi kuzishuhudia? Kwanza hii dabi itakuwa ni dabi ya kihistoria. Ukiangalia ni mchezo ambao, kwanza ni mchezo wa mwisho katika ligi, na haijawahi kutokea yani ikawa ligi inabakisha mchezo mmoja tu, haijawahi kutokea huko nyuma, miaka ya nyuma, lakini pia sijawahi kusikia kama ligi kuu ya Tanzania Bara umeona mechi ya mwisho anakutana na Simba na Yanga, atakayeshinda ndo anakuwa bingwa. Yani, haijae kutokea we, kipindi chote cha nyuma hicho. Kwa hiyo ukiangalia ni dabi ambayo atakayeshinda leo, hususan Simba atatengeneza historia ambayo haitokuja kuvunjwa pengine miaka ishirini mbeleni, umeona. Lakini ukiangalia kimchezo kwa ujumla <coughs> Simba wana wana uwezo wa kushinda kwa asilimia themanini mechi, kwa sababu ukiangalia fuadi yake kwanza, ndani ya mafuadi watatu wamechangia wame magoli acha assist magoli tu ni magoli karibia sti, sabini ukimwangalia Jancalo sawa na magoli kumi na ngapi, 16 na eh, ukimwangalia Mkwala na magoli kumi na tatu ukimwangalia Ateba na magoli kumi na tatu ukiwangalia ni karibia magoli hamsini wame, wame, wame, wamefikisha. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo ina, ina forward ya kutisha kabisa. Kwa hiyo utakuwa mchezo mzuri, lakini pia Simba Sports Club tunahitaji likombe kwa ajili ya kufanya mwendelezo wa msimu unaokuja. Simba yetu kocha fa David amewastajabisha watu wengi barani Afrika pamoja na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu mwanzo wa, wa, wa, wa ligi unapanza, kila mmoja alikatea tamaa Simba Sports Club kutokana na wachezaji wadogo wadogo, lakini wachezaji wengi ni wapya, lakini tumeweza kufika fainali, lakini pia tumeweza kufika mpaka leo hii bingwa hajapatikana haja, kwa sababu miaka mitatu ukirudisha nyuma mechi kama hizi zinakuwa za mwisho mwisho, hazina tena umuhimu kwa sababu bingwa ameshapatikana. Kwa hiyo ni finali, ni mechi ambayo ni special, ni mechi ambayo itakuwa mzuri katika uwanja. Kila mmoja anaamini mechi hii ndio itakayofanya itaka awe bora. Simba Sports Club leo akishinda ndio atajiona yeye ndio bora pamoja na wanachama wote tutajiona sisi ndio bora. Yanga Africa nao mechi akishinda naye atajiona yuko bora kwa sababu tunakutana na timu mbili ambazo zote zina uwezo sawa. Lakini ukichukua kinamba Simba ana namba kubwa uwanjani kuliko Yanga Africa. Lakini pia ukiangalia golini kwetu tuna goalkeeper special kabisa. Ukiangalia ni goalkeeper ambaye hata barani Afrika ndio mwenye clean sheet nyingi katika kombe la shirikisho lakini ukiangalia katika ligi yetu ndio ndio goalkeeper ambaye ana, ana, ana clean sheet nyingi pia kumi na tisa. Kwa hiyo eh, ukiangalia shirikisho ana save nyingi umeona, eh, barani barani Afrika katika magolkipa wote. Kwa hiyo tunaangalia timu ambayo inacheza ina, ina, ina, ina, ina, ina vizuri nyuma, lakini pia katikati kuna Yusuf Alkagoma kuna Ngoma. Ukiangalia pembeni kuna kuna kuna, kuna kuna Mkwala anaweza akatokea aka, aka pembeni, umeona kuna Kib Dennis, ukiangalia kuna Elia Mpanzu. Kwa hiyo katikati pale unaweza kumsezesha Ateba, una chance ya sawa. Kwa hiyo ukiangalia, ni timu ambayo kila aina kila, kila ya sehemu basi imejipanga. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wale wa, wa, wa, watazamaji ambao bado hawaamini kama dabi itachezwa, dabi ipo na dabi itachezwa. Lakini pia Simba nataka kuwashangaza Wanayanga leo, kwa sababu Wanayanga walikuwa wanaipapatikia hii dabi, lakini mwisho wa dakika tisini Wanayanga hawatoisahau kitendo ambacho watakachowafanyia matamanio yako. E, kwa kocha ambaye ni Fado David, unamwambia unatamani aweke kikosi cha aina gani kuweza kumkabili mtani wako kwa siku ya leo? Aa, ukiangalia Simba ina kikosi kipana umeona lakini Simba ina wachezaji ambao ni wazuri. Ukiangalia goalkeeper kama nilivyokwambia, umeona goalkeeper wetu ni, ni mzuri Kamara, lakini pia ukiangalia pembeni unamkuta unamkuta una, una Shabalala pamoja na Kapombe, lakini pia Valentino Nauma ana uwezo wa kucheza pia pembeni, lakini katikati pale una, una, una, una namba nzuri kilo una Hamza una Fadl una, una, una Fondo shema Fondo, lakini pia una Karabu. Ukija pale katikati unaweza ukaenda na, na, na ngoma mbili moja kubwa moja ndogo, yani kagoma na ngoma wenyewe, kwa hiyo ukiangalia pembeni huku unachagua mwenyewe nende na Mutale au pembea huku nende na Elia Mpanzu, umeona. Lakini pia katikati una Janchele sawa, ni kiungo ambaye ana magoli kumi na sita ndio mchezaji bora, ndio MVP wa, wa Tanzania lakini pia ndio mfungaji bora katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia Simba ukiotoa hao, ni wachezaji ambao waliobaki katika, katika mbao unamkuta unamkuta barua unamkuta unamkuta unamkuta nani, awesu awesu, umeona, unamkuta kibu Dennis. Kwa hiyo ni, ni timu ambayo ina, ina, ina, ina, ina, ina kikosi bora, na mimi naamini Yanga, kwa kusema ukweli, nime, nimefuatilia michezo yake ya karibuni Yanga, yani kupata ushindi leo ni maajabu sana, yani ni sawasawa sawa na ngamia kupenya katika tundu ya sindano, yani kupata ushindi na Yanga na leo, kama Yanga atatufunga ita, mimi nitashangaa sana kwa sababu katika timu ambayo mimi sielewi mpaka leo hii jinsi inavyocheza ni Yanga Afrika yani, hata magoli haya magoli ya, ya mwisho mwisho waliomfunga wa Dodoma umeona, goli nne zile sijui tano zile na ile mechi nyingine wakashinda tano. Ukiangalia kama hawa ni marefari wa Misri watachezesha hizi ile mechi basi Yanga mechi ya kwanza anashinda goli, alishinda goli moja na hii ya pili kashinda goli moja zile nane zile zote outside. Kwa hiyo, kwanza leo, Simba, na ndio maana sisi tukaja katika hii dabi kwa sababu tumeona bora kabisa eh, wa Misri ndio wao umewaridhia kuja yani <laughs> <small> kama ingelikuwa bodi ya ligi hawakuteua marefarii si tusenge kanyaga katika uwanja wa Benjamin Mkapa ungekataa kabisa, kina hao wa marefarii wa wa wangepewa pointi tatu za mezani na ushindi na ubingwa wangebeba. Hatuna shida, kwa sababu ukiangalia Yanga kwani kachukua ubingwa mara thelathini mara thelathini, hapa Tanzania alichokifanya Afrika kitu gani? Simba tumechukua mara chache tu kabisa, lakini leo hii tunazungumzia Simba, yane, na 27, Simba ya nne mwaka 2027 Simba anaenda kucheza kombe la dunia na vilabu. Sasa kuchukua ubingwa mara nyingi wa NBC umeona, na ufanyii kazi mbeleni, hiyo ni sawa ni, ni, ni, ni sawa na kuchukua maji kwenye, ukatia kwenye pakacha tu, yaani ufiki nao hata sehemu ambayo yanahitajika hayo maji kwa hiyo hata kama Simba ina maana hatukuja, hatukuja, hatukuja, hatukuja uwanjani, Yanga ingepewa huo ubingwa, umeona, isingewasaidia chochote kwa sababu Simba sisi sasa tuna focus mbele, umeelewa. Sisi hata tukisema, tukisema nafasi ya pili ina maana tunaenda kucheza kuchu, michuano ya klabu bingwa. lakini pia Simba tushaanza kumsajili Faitoto, usajili ambao ni bora kabisa barani ya Afrika. Kwa hiyo mimi nachosema nacho, nacho hatuangalii sana ubingwa wa Tanzania Tunachoangalia sisi sasa, hizi mashindano ya mbele, yani timu timu ina gharama gharama, umeelewa? Yani mpaka leo hii Mo amemsimamisha Fadu David asichukuliwe na vilabu kutoka, kutoka Misri kutoka Morocco, umona ametumia gharama kubwa sana kumbakisha Fadu David. Sasa leo anatumia gharama kubwa kumbakisha Fadu David kwa kwenda kuchukua kikombe cha NBC ambacho kina, kina wastani wa milioni mia tano wakati kombe la dunia Yaani ukiingia tu pale unapewa bilioni 25. Ukishinda mechi moja unapewa bilioni tano. Sisi ndio fokasi yetu huko, tumetengeneza wigo ndani ya miaka mitano tunapeleka timu nne. Hii yote ni Simba Sports Club, hakuna timu nyingine. Kwa hiyo sisi tunachokiangalia ni kucheza uwanja, uwanjani anjani, lakini po, pia po, kuangalia ya mbeleni ambayo yanaleta ya, ya, ya, ya, ya, ya ubora katika soka la Tanzania, pamoja na Simba Sports Club na vijana. Leo hii ukiangalia upande wa Yanga unaona wamejitokeza wengi sana, kwa sababu waliona Simba haitokuja uwanjani watakuja kupata ubingwa wa mezani. Hayo mambo ya ubingwa wa mezani yameishia ya miaka ya nyuma, yani lazima kipigwe, na mimi nakwambia, hata watalia, watalia goli moja mbili, ili mradi leo ni ushindi, kwa sababu hatuwezi kutumia nguvu wakati tuna pre-season hapa kidogo. Mwezi wa saba tarehe ishirini wanajiandaa kutumia nguvu kwa hawa vyuravyura mona kwa sababu ni timu ambayo wezi kusema tutumie nguvu sana uje umuumize Ateba uje umuumize Kibu Denis, wakati tuna, tuna majukumu ya, ya kitaifa mbeleni. Kwa hiyo leo ni ushindi tu wowote tutakaopata, kama ni goli moja, ni goli mbili, kwa sababu ukiangalia yale, yani mambo ya muhimu yote sisi tushachukua, tusha. Ushindi uwe wa positive, sio negative. Ukisare yoyote bingwa yeye, wewe ni kushinda pointi tatu, chukua ushindi, upo ushindi uko hakika kabisa. Neno lako moja sasa, kwa mashabiki wa Yanga nawaambiaje? Aamini, ah, niwaambie tu mashabiki wa Yanga wakae na viongozi wao, umenelewa eh? Waitengeneze timu yao kikimpira, sio waitengeneze timu yao kisiasa. Lakini jengine pia niwaambie tu, umeona kadi zao hizi za mashabiki za, za uwanachama, niwaambie ili walijui kadi ya uwanachama ya Yanga, umeona yani ni bora kuchukua kadi kadi ya, ya, ya, ya, ya, ya Simba ya mashabiki itakuwa na faida kuliko kwenda kuchukua kadi ya mwanachama wa Yanga. Kwa sababu gani? ukiwa na kadi ya mwanachama wa Yanga wee uruhusiwi kuingia katika ukumbi wa mkutano we uruhusii kupiga, uruhusii kupiga kura. Sasa leo hii ndo maana makadi ya Yanga yapo Simba, sisi tumezuia lakini kadi za Yanga zinatolewa lakini ukuti msongamano pale, pale klabuni, kila mwanachama mshabiki anaenda kuchukua kadi ya Yanga kwa sababu kadi ya Yanga haina thamani. Sasa mimi niwaambie tu wakae na viongozi wao waitengenezee thamani ile kadi ya Yanga. Unapochukua kadi ya Yanga, mfano kama mimi nachukua kadi ya CCM nachukua kadi pengine ya ST naruhusiwa kwenda na kupiga kura, lakini leo kadi ya Yanga huruhusiwi kupiga kura. Yani unatakiwa tu viongozi wawili tu, yani katika tawi la watu mia unaambiwa viongozi wawili ndio akapige kura, wale tisini na nane wote wanaiangalia tu kadi ya Yanga kwao. Niwaambie tu mashabiki wa Yanga wakae kwenye mkutano mkuu, wakabadilishe sheria hii ili kadi ya Yanga iwe na thamani. Huwezi kulipa eti shilingi elfu kumi na mbili sijui shilingi elfu ishirini kwa mwaka, na alafu eti kadi ya Yanga inakuwa ni kama kadi tu ya kuingilia uwanjani tu. Basi kushukuru sana, asante mtazamaji. Huyo ni shabiki wa Simba.